Baada ya kuwa tumeshafanya ule usajili wa awali, uh, kujisajili na kusajili biashara yetu ile kupitia Ghala Market App, sasa kuna baadhi ya taarifa inabidi tuweze kuziingiza uh, kwenye mfumo huu wa Ghala uh, ili mwisho wa siku tuwe uh, tumekamilisha usajili kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo nakushauri utakiwa uende kwenye website ambayo ni www.ghala.tz, alafu, kisha fungua website. Sasa itakubidi wewe itakubidi wewe kuweza kujisajili au ku log in uh, kwa kutumia uh, au kwa kupatisha maelekezo ambayo haya hapa ninakuelekeza leo. Kwa hiyo ukisha ingia kwenye website, bonyeza hapa ingia, alafu andika uh, email yako, lakini pia na ile password ambayo umeitengeneza kwenye ile Ghala. Kwa hiyo hapa uta login kwenye kulogin, itakuomba password, lakini baada ya password itakutumia verification codes kupitia email yako, lakini pia kupitia namba yako ya ukisha andika password yako uh, itakupeleka kwenye kurasa ambao uh, utakubidi wewe kuweza kuandika uh, uh, zile verification codes ambazo zinakuwa zimetumwa kwenye email yako, lakini pia zinakuwa zimetumwa kwenye namba yako ya simu ambayo umeitumia kuweza kujisajili kwenye huduma ya Gala. Kwa hiyo baada ya kuwa umeshaziingiza basi, moja kwa moja itakupeleka kwenye dashboard ya Gala. Uh, upande wa kushoto ukishuka uh, chini kabisa, kuna sehemu inaandikwa settings. Hapa ndipo ambapo utaweza kukamilisha hatua uh, nyingine za ziada ambazo zitaweza kukufanya wewe kuweza kuwa umejisajili na huduma yetu ya Gala kwa asilimia mia moja. Kwahiyo unabonyeza una settings upande huu wa kushoto alafu, hapa ndipo ambapo uh, itakubidi wewe kuanza kuandika uh, taarifa uh, zingine za ziada kuhusu biashara yako. Jina la biashara kama ulishaandika kupitia ile Ghala hakuna shida ya kubadilisha, hata, hata business description hakuna haja ya kubadilisha. Kama unataka kuongeza logo kwa sasa hivi asha tuongeze logo kwenye biashara yetu hii. Nitachagua uh, uh, kuweza ku picha kutoka kwenye kompyuta yangu, kwa hiyo nitachagua hii picha alafu nitaweza kubonyeza uh, upload selected images kwa uh, uh, hiyo ndo itakuwa ni kama logo yangu uh, baada ya kuwa nimesha Uh, ipakuwa nitaiona nita hapa iko imeorodheshwa kwenye album. Kwa hiyo itabidi niweze kuiselect, alafu ndo nije hapa chini niweze kuonyeza tena add selected images. Kwa hiyo, ku, hapa, utakuta, uh, kwa hiyo uh, kija kuangalia hapa utakuta kuna mabadiliko, logo imeweza kubadilika. Kwa hiyo sasa hivi nina logo mpya ambayo uh, ndo hii ni logo yetu mpya ya biashara, kwa hiyo tunaweza ku, kuendelea kuweza kuangalia mabadiliko na kufanya mabadiliko kwenye duka letu hili au kwenye biashara yetu hii. Sasa inatubidi sisi kuweza kuweka location ya mahali ambapo biashara yetu inapatikana. Kwa sasa hivi labda uh, uh, niandike ipo tunapatikana Sky City. Sky City Baada ya kuandika hapa, utakubidi wewe kuweza kubonyeza button hii ya kusave. Baada ya kuweka logo cha kwanza, inatakiwa ina, kuweza kusave uh, baada ya kuwa tumesha save uh, hapa itakubidi kuweza kuongeza taarifa zingine, nyaraka zingine za biashara yako uh. Tuongeze tu nyaraka zingine za kuhusu biashara yetu sasa hivi uh, ngoja niongeze labda picha moja ya biashara uh, picha hazikubali. Kama hapa ambapo nimejaribu kuweka picha nimekataa. Kwa hiyo hapa inahitaji kuweza wewe kuweka nyaraka tofauti za biashara kama vile labda uh, cheti cha TRA cha biashara yako, lakini pia uh, business license uh, leseni ya biashara yako. Kwahiyo hapa tuchague kuweza kuweka business license ya biashara yetu hii. Uh, nimechagua business license yangu hiyo, alafu baada ya kuwa nimesha upload hapa nitakumbuka ku Uh, bonyeza kitufe cha save. Kisha save, kwa kila hatua uh, ambayo unakuwa unapitia hapa kwenye kufanya mabadiliko uh, za taarifa za biashara yako ni hakikisha unabonyeza save, ili uh, mabadiliko yaweze kutokea. Hapa ni namna ambapo au ni sehemu ambayo unaweza kubadilisha muda ambao unafanya biashara unafanya kazi. Kama unafanya kazi masaa 24 siku saba za wiki, ni vyema ukaacha ukaitiki tu hii open 24/7 na uh, ndivyo ambavyo mimi ninakwenda kuiacha sasa hivi. Kwa hiyo, kwa sasa hivi general uh, settings sahivi yani, uh, taarifa za kwa ujumla kuhusu biashara yangu nimeshaziweka kwa hiyo itanibidi niendelee kwenye hatua nyingine ya kuweza kuiseti profile yangu hii ya biashara. Na hapa kitu ambacho ninaweza kukiongeza ni kuweka nchi ambayo biashara yangu inapatikana. E, mimi niko Tanzania, hapa ni tu Dar es Salaam, sababu biashara yetu tumesema inapatikana Sky City. Baada ya kuongeza business address save baada ya kuwa umesha save, tunakwenda kwenye hatua nyingine ambayo ni integration. Hii hatua ya integration ni hatua ambayo uh, ita inakuwezesha wewe kuweza kuunganisha biashara yako au namba yako hiyo ya simu na, na maswala ya risiti uh, na maswala ya malipo, namna ambavyo utakuwa unapokea malipo kutoka kwa wateja wako, namna ambavyo uh, takuwa na uwezo wa kuweza kuiunganisha hapa hiyo biashara yako pamoja na, na POS machine yote ambayo unatumia kama pia unatumia POS za Loves. Aa, lakini pia itakuzisha wewe kuweza kuunganisha namna ambavyo unakuwa unapokea malipo labda kwa njia ya simu, kwa njia ya kadi, au labda kwa njia ya benki. Kwa hiyo kwa kuanza hapa, kuna integrations leo tuanze kujifunza namna ambavyo tunaweza tukatumia mobile uh, payment service provider uh, kama moja ya integrations kwenye uh, duka letu kwamba watu wao wanatulipa moja kwa moja kupitia uh, namba zetu za simu, namba yetu hii ya simu ambayo tumesajili na huduma hii ya Ghala. Kwa hiyo tutakwenda uh, hapa kwenye integrations, alafu tutabonyeza mobile, alafu hapa utabonyeza add mobile payment method Bonyeza na kushauri ni kwamba unatakiwa uchague hii selection ya gala kwa bonyeza gala, alafu hapa, uh, tutakuomba wewe kuweza kuingiza, uh, tin namba yako tin namba ya biashara hapa, nimekusha weka tin namba yangu ndo hii hapa alafu pia nimekusha kuweka TRA tin namba certificate, nimesha iweka hapa. Kwa hiyo baada ya kuweka itakubidi wewe kuweza Uh, kuisave. Kwa hiyo kwenye kuweka, inabidi uweze kubonyeza hii button, alafu uweze kutafuta uh, hiyo uh, certificate. Baada ya kuwa umesha select uh, document ambayo unatakiwa kuiweka hapa, ambayo ni nit certificate, unatakiwa kuweza kubonyeza save. Uh, hiyo ni hatua ya kwanza katika kuhakikisha kwamba mwisho wa siku tunakwenda kuunganisha uh, namba yetu ya simu na malipo ya Ghala. Sasa itakubidi pia wewe kuweza kuingiza uh, kutupata taarifa zingine zaidi za kwako wewe uh, ambazo ni kama, kama una passport, au kama una uh, leseni uh, uh, ya udereva, tutahitaji namba mojawapo. Kwa sasa hivi tuchague hii National ID, yani nida Itabidi hapa niingize uh, nida namba yangu hapa, alafu uh, itanibidi pia niweze kuweka picha ya kitambulisho changu cha nida. Kwa hiyo nitabonyeza hii uh, alama ya kujumlisha, ili mwisho siku niweze kwenda kutafuta uh, nida namba yangu. Baada ya kuwa nimeshaweka kitambulisho uh, changu cha nida kama picha basi itanibidi mimi niweze kubonyeza save, lakini kama unakuwa haujaweka taarifa zako zingine kama siku yako ya kuzaliwa haitoweza kukubalia kuweza ku. Kwa hiyo hapa inabidi uh, tuingize tu taarifa zetu zingine kama siku uh, ya kuzaliwa, tarehe ya kuzaliwa, alafu tunabonyeza save. Kama, unakuwa ume, kama utakuwa umeingiza taarifa ambazo sio sahihi kwa mfano utakuwa umeandika labda jina la kwanza na jina la mwisho aa, lakini pia utakuwa umeandika tarehe ambazo haziendani na, kwenye na za kwenye kitambulisho chako cha NIDA, itakukatalia. Kwa hiyo ni vyema taarifa ambazo utakuwa unaziingiza hapa ni taarifa sahihi. Kwa hiyo hapa itabidi mimi niingize taarifa sahihi Alafu nitabonyeza. Kwa hiyo hatua uh, nyingine ni wewe kuweza kuingiza uh, uh, cheti chako cha leseni ya biashara yani license, japo ni hatua ambayo uh, siyo ya muhimu musaibi kwa sasa. Kwahiyo kwa hivi pia weza kwa kwahiyo, kwa sababu kwa hatua tuliopo tunaweza angalau tukaunganishwa na huduma ya malipo ya, ya Gala. Kwa hiyo baada ya kuwa umeshajaza sehemu zote aa, na kuhakikisha kwamba umesha save hatua kwa zote, hapa unaona kuna sehemu imeandikwa completed. Maana yake inakone, inakuonesha hatua waliofikia katika kuweza kujaza taarifa za msingi sana ambazo zitakupelekea wewe kuunganishwa na huduma ya malipo ya Ghala. Kwa hiyo hapa tutakwenda kubonyeza submit. Maana yake ni kwamba tumesha submit document zetu tumesha submit taarifa zetu uh, ndani ya masaa 24 timu ya Ghala itaweza wasiliana na wewe ili kuweza kuendelea na hatua nyingine ya kukusaidia kuweza kuhakikisha kwamba unapokea malipo uh, kupitia namba yako hiyo ya simu.